Mradi wa Iringa Commercial Complex, ambao unajengwa chini ya Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi kupitia shirika letu la Nyumba Tanzania. Katika mradi huu ambao unajengwa kwa shilingi bilioni 9.7, lengo lake ni kupata jengo la kisasa la biashara na makazi katikati ya mji. Na kwa kweli leo nimepata nafasi ya kutembelea, hali ya ujenzi inakwenda vizuri. Nimpongeze sana meneja wetu wa shirika la nyumba katika mkoa wa Iringa kwa kazi kubwa na nzuri, lakini pia tuwapongeze sana mkandarasi pamoja na mshauri kwa namna ambavyo kasi ya ujenzi na ubora wa ujenzi unakwenda vizuri. Zaidi ni kwa nini tumekuja kulikagua uh, jengo hili au mradi huu? Kwanza ni kuwataarifu umma kwamba uh, jitihada za serikali za kuboresha makazi ya wananchi na maeneo ya biashara katika mkoa wetu yanakwenda kwa kasi. Leo shirika la nyumba wanajenga mradi huu mkubwa mradi ambao ukikamilika, tutakuwa na eneo zuri la kisasa la biashara katikati ya mji ambalo litawawezesha wafanyabiashara wakubwa na wadogo kupata maeneo ya kisasa kabisa ya kufanya biashara. Lakini pia ujenzi wa mradi huu unakwenda sambamba na makazi bora kwa ajili ya wananchi. Kwa hiyo kutakuwa na ghorofa nne eh, ambazo zitakuwa zimegawanyika katika muundo wa biashara na makazi na mradi huu utakapokamilika, tayari huduma zitaanza. Mpaka sasa tunavyozungumza, tayari wananchi wenye malengo ya kutaka kutumia jengo hili kwa manufaa ya kibiashara, fursa imeanza kufunguliwa. Mnaweza mkafika na kumuona meneja wetu wa mkoa na kuanza kupeleka maombi yenu, ili muweze kuwa sehemu ya wapangaji wa majengo haya. Majina anaitwa Esther Magese, ni meneja wa Shirika la Nyumba mkoa wa Iringa. Ninamshukuru mkuu wa mkoa kwa kutembelea mradi wetu. Hakika tumefurahi sana kwa ujio wake, umetuhamasisha kuendelea zaidi na ubunifu pamoja na kuchapa kazi kwa weledi mkubwa. E, katika mradi huu kwa sasa hivi hapa tulipofikia, mradi umefikia asilimia ishirini ya ukamilishaji wake, na tunategemea kama mkuu wa mkoa alivyosema, tunategemea mradi huu kukamilika katika kipindi cha mwaka mmoja, japo kwa mipango ilikuwa ukamilike baada ya mwaka mmoja na nusu, lakini tunategemea kwa uchapakazi uliopo na kwamba hatuna mikwamo yoyote, tutaukamilisha ndani ya mwaka mmoja. Tumebahatika kuleta fursa kwa wakazi wa Iringa, hasa kuwapa ajira vijana wetu wa Iringa. Mafundi waliopo ni, ni vijana wa Iringa na pia kuna kuna fursa mbalimbali ambazo zinaleta mzunguko wa hela kwenye mkoa wetu wa Iringa. Hata kina mama ambao wanapika chakula wamepata ajira. Kwa hiyo tumetengeneza ajira ambazo zinawasaidia wakazi wa Iringa. Kwa jina naitwa Koineli Mkemwa, ni mwenyeji wa Iringa. Tunashukuru sana Mungu na kumshukuru Rais wetu kuleta huu mradi. Huu mradi kwetu ni wa muhimu sana na umetusaidia mambo mengi tumetusaidia kuhikimu juu ya watoto ada shule na unatukimu, sisi wenyewe tunaunufaika nao sana huu mradi. Naitwa Fausta Lawson Kitosi, ni mkazi wa Iringa Gangilonga. Kwa kweli asilimia zote kama asilimia tisini. Eh, hatujawahi kuwa na jengo kama hili, lakini kupitia mradi huu umetuletea jengo kama hili. Kwa kweli tumenufaika, na pia linaleta taswira nzuri, picha nzuri, kama Iringa inaonekana tayari tunakuwa na majengo ya kifahari. Eh, tumependezwa sana. Kwa majina anaitwa George Chanel. Jengo hili kama tulivyosema litakuwa lina litakuwa lina matumizi mbalimbali mbali, ambayo tuseme matumizi yote muhimu yanayotakiwa na binadamu yatakuwepo. Kutakuwa kuna night club kwa ajili ya wale wenzetu ambao wanapenda kupumzika kidogo baada ya kazi. Tutakuwa tuna maduka ya aina yote kwa maana ya supermarket na maduka ya kawaida tutakuwa tuna duka viduka vidogo kwa ajili ya wale wa, wale wafanyabiashara wadogo, mfano labda wauzaji wa perfume. Kwa hiyo kuna hadi maduka ya siku ya mita tisa. Kwa hiyo imejaribu kuangalia watu wote wenye kipato kikubwa na kipato kidogo, wawekezaji wakubwa na